Mheshimiwa mgeni rasmi tunapomaliza ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo ni nguzo ya nne katika Uislamu mbele yetu ipo, ipo nguzo ya tano ambayo ni Hija ibada inayotarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu Maka nchini Saudi Arabia kutokana na ratiba ya utekelezaji wa mambo mbalimbali mbali, ya Hija ambayo mengine yako nje ya uwezo wetu kupitia jukwaa hili tunatoa wito kwa wale ambao wote wanao kusudia kutekeleza ibada hii au kudhamini watu wao wenye ha wafanye haraka kukamilisha miamala yao katika taasisi za Hija walizojiandikisha nazo. Aidha, kutokana na mabadiliko ya mfumo, kutokana na mabadiliko ya mfumo wa shughuli za Hija kumekuwa na changamoto kubwa sana katika taasisi za Hija kuweza kukamilisha baadhi ya masharti kwa wakati hadi kufikia mfumo kufungwa kabla ya kukamilisha masharti hayo. Tunaiomba sana serikali isaidie kuwasiliana na mamlaka za Saudi Arabia kuwaomba wawafungulie mfumo ili taasisi zilizochelewa kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wao ziweze kukamilisha taratibu hizo hususan kwa upande wa mahema. Ikumbukwe kwamba taasisi hizi hazifa, e, zinafanya kazi kutoa huduma kwa, kutege, ne, kwa kutegemea malipo ya mahujaji ambao wanachelewa sana kufanya malipo haya. Sambamba na hilo tunaomba kukamilisha